Siku ya tano, maombi ya moto 14 Juni 2025. Somo: Ukimya wa Mungu si udhaifu, bali ni maandalizi ya ushindi. Wapendwa wa Mungu, tukiingia katika siku ya tano ya maombi haya ya moto, tunaingia tukijua wazi kuwa tuko katikati ya vita vya kiroho, lakini pia tuko ndani ya neema kuu ya Mungu aliye hai. Somo la leo linakuja na uzito wa kiroho wa pekee. Ukimya wa Mungu si udhaifu, bali ni maandalizi ya ushindi. Watu wengi wanapojikuta katika hali ya kungoja, hali ya kutosikia jibu la haraka kutoka kwa Mungu, huanza kufikiri kwamba Mungu amewaacha, amenyamaza au haoni kilio chao. Lakini leo tunasema hapana. Ukimya wa Mungu si kuachwa, si kusahaulika bali ni sehemu ya mpango mkubwa wa ushindi. Katika Yohane 11 tunasoma habari ya Lazaro, rafiki wa Yesu ambaye alikufa na Yesu akachelewa kumfikia. Maria na Marta walitamani Yesu aje mapema ili amponye ndugu yao, lakini Yesu alinyamaza kwa makusudi. Walidhani ni kuchelewa, lakini Yesu alijua ni maandalizi ya ushindi mkubwa, na mwisho wa siku Lazaro alifufuliwa. Ndugu yangu, ukimya wa Mungu hauhitaji upaniki, unahitaji imani, unahitaji kusimama katika ahadi zake, hata kama huoni dalili. Leo hii tunafundishwa kuwa Mungu anapotulia ni kwa sababu anatengeneza ushuhuda mzito. Mungu anapotulia ni kwa sababu anashughulikia maadui zako kimya kimya. Ukimya wa Mungu ni kiashiria kuwa mbingu imekaza macho juu yako na wakati wa Mungu unapofika, hakuna shetani, hakuna laana, hakuna roho ya kurudishwa nyuma itakayoweza kuzuia baraka zako. Kwa hiyo leo hii tunafungua mioyo yetu kwa imani mpya, tunaingia maombi ya siku ya tano tukiwa hatuna shaka, bali tumeshika neno la Bwana na kulitangaza juu ya maisha yetu kuwa ushindi uko njiani, hata kama sasa bado ni kimya. Maombi. Ee Baba wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu ambaye huchelewa kwa wanadamu, lakini hufika kwa wakati kamili wa kimungu. Tunakuinua na tunakushukuru kwa wema wako. Tunakuinua kwa sababu hata katika kimya chako, bado upo nasi. Tunakushukuru kwa maombi ya jana, kwa mibaraka za siku zilizopita, kwa faraja ulizowapa waliovunjika moyo, na kwa ushuhuda unaochipuka kila kona. Tunakushukuru kwa kuwa bado upo kazini hata wakati hatuoni wala hatuoni dalili. Leo hii tunakuja mbele zako tukiwa na mzigo wa mioyo yetu, tukiwa na imani kuwa hata kimya chako kina ujumbe. Ee Bwana, tunakuomba utufungulie masikio ya kiroho tuyasikie maneno yako hata kama hayazungumzi kwa sauti. Tunakuomba utufungulie macho ya kiroho tuone kazi zako hata kama hazionekani kwa haraka. Tunakuomba utupe moyo wa kusubiri kwa ujasiri, moyo wa kusimama bila kuyumba, moyo wa kutukukata tamaa hata tunapopitia majira ya diza. E Mungu, tusaidie tuone upendo wako hata wakati majibu yamechelewa. Tusaidie tujue kuwa wakati wako ni kamili na utukufu wako huja kwa namna ya kipekee. Bwana, tunakuinulia familia zetu. Tunaomba uingilie katika migogoro isiyo na suluhu ya kibinadamu. Tunaomba uponyaji wa ndoa zilizokufa kihemuka, kiroho na kimwili. E Mungu wa upya, fufua upendo, fufua heshima, fufua mawasiliano, fufua utulivu wa ndani. Tunavunja kila laana ya rithi yaliyo kwenye damu ya familia zetu. Tunakatisha mzunguko wa maumivu, talaka, ugomvi wa kizazi hadi kizazi. Tunatangaza ushindi wa agano la ndoa takatifu. Tunaombea wale walio katika mahusiano magumu waliokata tamaa, waliopigwa na maneno, waliopoteza thamani yao. Tunakuomba uwainue tena, warejeshe thamani yao, warejeshe fahari yao, waonyeshe njia ya kutoka kwenye mahusiano hatari na uwaongoze kwenye mapenzi ya kimungu. Baba, tunainulia uchumi wa watu wako. Tunaombea kila anayehangaika kusukuma maisha bila mafanikio. Tunaombea wasio na kazi, wenye madeni waliopoteza kila kitu. E Mungu fungua mbingu juu yao, leta wazo jipya la biashara, mfungulie mlango wa ajira ya heshima, waondoe roho ya kukwama na mzunguko wa hasara. Tunaomba utembee kwenye mashamba, maduka, ofisi na hata ndoto zao za usiku, uache chembe ya tumaini na mabadiliko. Tunaombea wafanyibiashara waaminifu waliokataliwa sokoni, tunaomba baraka ya ajabu ya kuwafanya washindwe kueleza kwa akili zao, bali waeleze kwa Mungu alinitendea. Watie nguvu wasikate tamaa, watie imani, wapambane hadi ushindi. Bwana, tunamalizia kwa kuwaombea wale walio na majeraha ya ndani, walioumizwa na maisha, waliopoteza ndoto zao, waliokosa sauti ya kuamini tena, tunaomba uponyaji wa kipekee. Tunaomba nuru yako iangaze kwenye giza la nafsi zao. Tunaomba kuachiliwa kwa waliofungwa na kumbukumbu chungu. Usiku huu na iwe ni usiku wa funguo mpya, na iwe ni usiku wa neema mpya. Tumejifunza kuwa kimya chako hakimaanishi tumekusahau. Leo tunaamka tukiwa wenye matumaini, tukisema Bwana alikuwa kimya kwa sababu alikuwa ananiandalia ushindi mkubwa. Twaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.